Zaidi ya wanafunzi mia moja na thelathini katika shule ya msingi ya Neela, eneo bunge la Butula huko Busia, wanataabika baada ya mapaa ya madarasa yao kung'olewa na upepo mkali ulioandamana na mvua katika sehemu hiyo. Hili ni janga liloshuhudiwa na mwalimu mkuu wa shule hiyo Moses Wanga pamoja na mlinzi baada ya wanafunzi kurejea nyumbani jioni. Uharibifu huo unakadiriwa kuwa wa zaidi ya shilingi nusu milioni, huku wanafunzi hao wakihamishwa katika ma maabara ya shule na walimu wakilazimika kutekeleza majukumu yao chini ya miti. E, baada tu ya wanafunzi kwenda, mvua ilianza kunyesha na ilikuwa ya upepo mkali, ilitokezea hiyo sehemu. Ukiangalia kule utapata miti zimeng'olewa, ilipokuja ikang'oa paa la darasa la nane na la saba. Vitabu viliharibika, maana walimu walikuwa wameviacha ndani kwa meza, na ukiona vile paa lilitoka, mvua ilinyeshea. Kwa hiyo vitabu vimeharibika pia, hasa zile vitabu vya wanafunzi. Hatuna stima, kwa sababu tuna miti imeanguka kwa kwa nyavu za stima huko nje kwa maboma za watu. Tuna miti imeanguka, sio sio tu kwa shule peke yake, kwa sababu hii hii ilikuwa ni hapa tu within nela eh, haikuwa eti ya kwamba ilikuwa kwa hapa kwa shule tu pekee. Hata huko nje tuna hata, ndio tulipigia watu wa Kenya Power, watu wa stima waje watuokoe, na wakakuja wakawa disconnect kutoka kaunti number ubai.